Kama kama bado hujashika ujauzito kwa muda mrefu, mara baada kadhaa, nitakwambia sababu, ka sababu, sababu kuu tatu. Sababu ya kwanza ni muda wa kupona za mpango subiria kwa hivi, kupata na mara nyingi ni, mwaka mmoja. Ni ni, ni Magonjwa kama ya njia za mpango unapata magonjwa kama vile ya fibroid au endometriosis, huenda kapia ni sababu ya kupelekea ya kushindwa kupata ujauzito. Nenda hospitali katibu tatizo hilo. Sababu nyingine ni umri, kama una umri mkubwa wa miaka kuanzia 35 na kuendelea, siku zote chance ya mwanamke kupata ujauzito huwa inapungua kuanzia umri huo. Kwa hiyo pangilia vizuri matumizi ya njia za mpango kuendana na umri wako. Kama hujasubscribe, kama hujasubscribe na Health Program, subscribe ili usipite na chochote.